Waandishi wa habari karibuni, tena sana. Habari za mchana. Kama tulivyoelezana kule ndani mda mchache uliopita, hili ndio eneo letu la Kwala ambayo tumelitenga kama kongani la viwanda kwa ajili ya kuendeleza viwanda nchini. Kama tulivyoelezana, tumetenga ukubwa wa jumla hekta 100 kwa ajili ya hapa Kwala. Tumeshaelezana yale maeneo mengine manne ambayo tuliyazindua tarehe 12 mwezi wa 8 ambayo ilikuwa eneo la Bagamoyo Tume, tumetenga ekali 151 eneo la Nala Dodoma, ekali 657 na kule Buzwagi kwa ajili ya madini ekali 1333. Sasa hapa Kwala tuna, tuna ekari 100 ambayo kwa siku ya leo ndo tuko tunahamasisha tuna Watanzania kwa ajili ya kuja kufanya uwekezaji. Kitu kikubwa ambacho kinapatikana ni kwamba ili eneo utalipata bure kama mtanzania, ili eneo unapata bure kwa ajili ya kuja kuweka kiwanda chako, unachohitaji ni kuja na, na vifaa vya ku tengenezea hicho kiwanda. Kwa Mtanzania, vigezo ni mtaji wa dola milioni tano na wageni mtaji ni dola milioni kumi. Na vivutio ni vingi sana, sekta za kuwekeza ni nyingi: sekta ya, ya mazao ya kilimo, masuala ya madawa, masuala ya, ya, ya uzalishaji wa nguo, electronics vifaa vya nyumbani yani, ndio sekta ambazo ni kipaumbele. Kwa maelezo zaidi tutapata kwenye One Stop Facilitation Center yetu pale uh, makao makuu EPZA, au hata hapa kwe, kwa ofisi ya Kwala tuna One Stop center yetu, na tunaye kiongozi ambaye anakaa hapa masaa 24 kwa ajili ya kuwahudumia wawekezaji wa yupo, yupo mtu hapa tayari ambaye ni coordinator wa, wa i, i, industrial park ya, ya Kwala. Karibuni sana wawekezaji wa tuko kuwahudumia, karibuni sana. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Kwa majina anaitwa Gerald Thilia, ni uh, msimamizi wa SINUSI Industry. Sisi ndio wazalishaji uh, wa bidhaa za bidhaa za mafriza yes. Tuko tuko wafanyakazi 30, mm, 25, wote wana mikataba. Watano mikataba ipo kwa boss bado haijasainiwa, lakini nafikiri wote anawapo majari wao watakuwa wa, wa, ajiliwa wa kudumu. Kwa hiyo sisi ndio wazalishaji wa hizi bidhaa. Popote ambapo utakutana nako Tanzania na nje ya Tanzania, basi jua zinapatikana Kwala na sisi ndio wazalishaji. Hawa vijana wote niliosema 30 tulio nao wana uwezo mkubwa na ufanisi mkubwa wa utendaji ama utengenezaji wa hizi bidhaa. Walifundishwa na Wachina, walikuwepo hapo Wachina wa zamani, walikuwa Wachina sita, lakini baada ya kumaliza kuwafundisha wakaona kwamba vijana wetu wote wamekwiva vizuri wanaweza kujisimamia basi Wachina wakaondoka. Hata hivi ninavyozungumza sasa, hatuna Wachina ambao wanadili na production, tusipokuwa ni sisi wenyewe Watanzania, vijana wa Kitanzania ambao tulifundishwa na tunaendelea kuzalisha kama kawaida. Kama mnavyoona sasa hivi tuna mchina mmoja tu, yeye ambaye yupo wanadili wa masuala wa, wa, wa ya kusini tu. Wazao wa Kwala, ama wakazi wa Kwala a kwa Kibaha wananofeka nao mradi, kwanza kabisa ameweza kupata ajira kama mnavyoona vijana tuko tunafanya kazi, maisha yetu ya kila siku yanaweza kuendelea kupitia Sinosi. Kwa hiyo Sinosi imekuja kama mkombozi kwa wakazi wa Kwala, kama navyojua. Sio hivyo tu, lakini pia wakazi wa Kwala wanaweza kunufaika mama ntilie, uh, wafanya wafanyabiashara wadogo wadogo kwa kuweza kutumia bidhaa zetu za Sinosi. Bidhaa za Sinosi ni bidhaa ambazo zimezingatiwa ubora wote na TBS, kama unavyoona sio hivyo tu, bidhaa zetu zinatumia umeme mdogo sana kulinganisha na bidhaa zingine zote ambazo mnazijua huko za mafriza. Kwa hiyo huyo ndio uzuri wa bidhaa zetu, na wakaribisha sana watanzania kuja kununua bidhaa ya Sinosi. Ni bidhaa bora kwa maisha ya Kitanzania, ni affordable kwa kila Mtanzania. <coughs>